Hivi umewahi kujiuliza kwa nini kila unapojitolea kusaidia wengine wewe ndiye unabaki ukiwa umechoka, huna kitu na unajihisi mtupu moyoni? Kuna sauti ndani yako inakuambia kuwa unafanya wema, lakini ukweli mchungu ni kwamba unageuzwa kuwa ngazi ya watu wengine kupanda huku wewe ukibaki pale pale ardhini. Ukweli ni huu. Binadamu wengi wana asili ya ubinafsi, wakigundua kuwa huna mipaka watakutumia mpaka uchakae, kisha watakutupa kama tambara bovu. Ukiona dalili hizi katika mahusiano yako, iwe ni kwa marafiki, kazini au hata kwa ndugu, jua kuwa unatumika. Amka sasa kabla hujaishiwa nguvu kabisa. Leo tutachambua dalili sita za kisaikolojia zinazoonyesha kuwa watu wanakutumia kwa faida zao. Kabla hatujaanza, hakikisha una subscribe kwenye chaneli yetu ya GR Hamasa Wisdom ili usikose mafundisho haya yenye nguvu ya kukupa uhuru wa nafsi yako. Moja, wanakutafuta tu wanapokuwa na shida. Utility friendship. Angalia simu yako vizuri. Je, marafiki zako wanakutafuta kukuuliza hali au kukualika kwenye fursa? Au simu zao zote ni, naomba niazime hiki, nisaidie kile au nimekwama mahali. Kama mawasiliano yenu yanategemea shida zao tu, wewe sio rafiki kwao. Wewe ni kifaa cha kazi. Wanakuona kama duka la huduma, sio binadamu mwenye hisia. Ukishatua tatizo lao unakuwa huna thamani tena, mpaka shida nyingine itokee. Mbili, kila siku ni wewe unayetoa, wao wanapokea tu. Uhusiano wowote wenye afya ni barabara ya njia mbili, lakini ukiwa na watu wanaokutumia utagundua kuwa ni wewe pekee unayetoa muda wako, pesa zako na mawazo yako. Ukihitaji msaada kidogo tu, wanatoa visingizio elfu moja. Wanajua udhaifu wako wa kuwa na roho nzuri, hivyo wananyonya kila kitu kutoka kwako bila kurudisha chochote. Hii sio upendo, huu ni unyonyaji uliovaa bazi la urafiki. Tatu, wanahisi hasira unaposema hapana. Hii ndio dalili ya wazi zaidi. Mtu anayekupenda na kukuheshimu ataelewa unaposema huwezi kusaidia wakati huo, lakini mtu anayekutumia Atakasirika, atakuuliza mbona umebadilika, au atajaribu kukufanya ujihisi mkosa, guilt tripping. Wanachukia hapana yako kwa sababu inaharibu mipango yao ya kukunyonya. Ukiona mtu anachukia ukianza kujiwekea mipaka, jua huyo alikuwa anafaidika na udhaifu wako. 4. Wanazungumzia mafanikio yao tu, hawajali yako. Unapokaa nao mazungumzo yote ni kuhusu wao, kazi zao na matatizo yao ukianza kuelezea ndoto zako au mafanikio yako, wanabadilisha mada au wanapunguza uzito wa kile unachokisema. Hawataki uchanue, kwa sababu ukichanua na kuwa imara utagundua kuwa huwa hitaji na utaacha kuwatumikia. Wanataka uendelee kuwa msaidizi wao milele. Tano, unajihisi umechoka baada ya kukutana nao. Energy Vampires. Mwili wako huwa haukudanganyi. Ukikutana na watu wanaokupenda kweli unajihisi una nguvu na furaha, lakini ukikutana na watu wanaokutumia unapoondoka, unajihisi umechoka akili na huna amani. Hii ni kwa sababu wamenyonya nishati yako yote kwa ajili ya mahitaji yao. Roho yako inakuambia kuwa mazingira hayo ni sumu, lakini akili yako inajaribu kutetea wema wako. Sikiliza mwili wako, ukiona unachoka baada ya kuwa nao, jua unaliwa. Sita, wanakupongeza kwa wema wako ili uendelee kuwatumikia. Waongo hupenda kutumia sifa kama mtego. Watakuambia wewe bwana, una roho nzuri sana, hujui kukataa, au wewe ndiye tegemeo langu pekee. Hizi siyo sifa za kweli, ni mbinu ya kukuweka kwenye gereza la kisaikolojia. Wanajua kuwa ukisifiwa kuwa huna roho mbaya, ataogopa kusema hapana ili usiharibu hiyo sifa waliokupa. Hii ni dharau iliyofungwa kwenye karatasi la zawadi. Na sasa sehemu muhimu zaidi. mtu mwema, kuwa mtu mwema haimaanishi kuwa mtu wa kutumiwa. Kuna utofauti mkubwa sana kati ya wema na ujinga. Maisha yako yana thamani kubwa sana kiasi cha kuhauli kuyaruhusu yawe daraja la watu wengine, huku wewe ukiwa umezama kwenye matope. Ujasiri wa kweli unaalza pale unapoamua kulinda heshima yako. Huwezi kuokoa kila mtu wakati wewe mwenyewe unazama. Changamoto ni nafasi ya kuonyesha ukweli wako na kuweka mipaka inayolinda utu wako. Usiache hofu ya kusemwa vibaya ikufanye uwe mtumwa wa watu wasio na shukrani. Heshimu akili yako, moyo wako na malengo yako. Kumbuka mambo haya: kusema hapana ni kujipenda wewe mwenyewe. Mtu anayekutumia hahitaji urafiki wako, anahitaji huduma yako. Thamani yako haitokani na kiasi unachowafanyia watu. Bali inatokana na jinsi unavyojithamini. Kumbuka, wewe ni nguvu ambayo haiwezi kudhibitiwa ikiwa tu utaamua kutoa miguu yako kwenye kamba za watu. Ukija leo na kuamua kuishi kwa heshima, kesho dunia itakuinamia.